Kwa miaka nimekuwa nikifuga kondoo wa kienyeji, lakini leo nimeamua kubadilisha kabisa mwelekeo wa shamba langu. Nimeanza safari ya ufugaji wa kondoo wa Dorper, si kwa kusikia, bali kwa vitendo. Dorper wangu wa kwanza tayari wako hapa, wengine wanatarajia kuzaa, na nitaonyesha kila hatua. Hii ni safari halisi ya shambani. Karibu utembee nami. Leo nataka kuwakaribisha rasmi kwenye safari mpya, safari ya ufugaji wa kondoo wa Dorper. Hii siyo video ya nadharia, sio simulizi ya kusikia, ni safari halisi kutoka shambani, kwa vitendo. Nataka mtembee nami hatua kwa hatua, muone mafanikio, changamoto na hata makosa nitakayofanya njiani. Kwa muda mrefu nimekuwa na mradi wa kondoo wa kienyeji hapa shambani. Idadi yao ni zaidi ya kondoo arobaini. Wamenisaidia kujifunza misingi ya ufugaji, lakini sasa nimefikia hatua ya kubadilisha mwelekeo. Nataka na kuufanya ufugaji wangu uwe wa kibiashara zaidi, uwe wa kisasa na uwe na faida inayoonekana. Ndio maana nimeamua kuanza ufugaji wa kondoo wa Dorper. Kwa sasa tayari nimechukua hatua ya kwanza, nimenunua kondoo wanne jike wa Dorper, na jambo la kufurahisha ni kwamba wote wanatarajia kuzaa. Hawa ndio misingi wa miradi wangu mpya. Pia nina ndume moja wa Dorper ambaye kwa sasa ana umri wa takriban miezi minne huyu bado ni mdogo lakini ni uwekezaji wa baadaye na sehemu ya mpango wangu wa muda mrefu. Kwa sasa Dorper wangu wako pamoja na kondoo wa kienyeji, sijawatenga bado. Na hapa nataka niwe wazi kabisa na nyinyi watazamaji wangu, hii siyo hali ya mwisho, ni hali ya mpito. Mpango wangu ni kuuza hawa kondoo wa kienyeji taratibu kisha kutumia fedha hizo kununua Dorper zaidi. Lengo langu ni kufikia hatua ambapo mradi wangu wa kondoo utakuwa wa Dorper pekee. Kwa nini Dorper? Kwa sababu Dorper ni kondoo wa nyama, anakuwa kwa haraka, anavumilia mazingira yetu, na ana soko nzuri sana. Lakini pia Dorper sio miujiza, anahitaji mpangilio, lishe sahihi, usimamizi mzuri na nidhamu ya mfugaji. Ndio maana nimeamua nisifanye mambo kwa haraka, bali niyafanye kwa usahihi. Katika safari hii nitakuwa nikiwaonyesha kila kitu, kuanzia jinsi ninavyowatunza hawa Dorper wangu wa mwanzo, jinsi na wanavyozaa, jinsi ninavyopanga banda chakula wanachokula, magonjwa nitakayokutana nayo, gharama halisi na faida halisi. Hakutakuwa na kuficha ukweli. Nataka hii channel iwe kama shajara ya shamba, mahali ambapo mkulima anaweza kujifunza bila kupambwa mambo. Kama kutakuwa na hasara, utaiona. Kama kutakuwa na faida, utaiona pia, kwa sababu lengo langu sio kukuonyesha ndoto bali kukuonyesha uhalisia wa ufugaji wa Dorper. Kwa wewe unayetazama video hii leo, labda una kondoo wa kienyeji, labda unafikiria kuanza Dorper, au labda unatafuta mwelekeo mpya wa kilimo, na kualika usafiri nami, usiwe mtazamaji tu, kuwa sehemu ya safari. Uliza maswali kwenye comments, toa maoni yako, shiriki uzoefu wako kama mfugaji. Kadri siku zinavyokwenda, utaona mabadiliko shambani, utaona idadi ya Dorper ikiongezeka, utaona mfumo ukibadilika, utaona ufugaji ukigeuka kuwa biashara. Na mwisho wa safari hii, lengo langu ni moja, kuonyesha kuwa ufugaji wa kondoo Dorper unawezekana kama ukifanywa kwa mpango, uvumilivu na maarifa sahihi. Kama unapenda aina hii ya maudhui, hakikisha umesubscribe hapo chini, onyesha like na uwashe notification ili usikose hatua yoyote ya safari hii. Hii ni mwanzo tu. Karibu kwenye safari ya ufugaji wa kondoo wa Dorper. Tunaendelea pamoja. Asante kwa leo.